Tunaomba mwendelee kutusaidia kuhimiza wakuu wa taasisi kuboresha mazingira ya ofisi na kumbukumbu hasa katika mamlaka za serikali za mitaa. Tunaomba serikali kutenga bajeti kwa ajili ya kuboresha mifumo ya kizamani na kuhamia mifumo ya kisasa ya utunzaji kumbukumbu na nyaraka, mfano ofisi mtandao. Ndugu mgeni rasmi, tunakuomba pindi mtakapokutana na viongozi wakuu wa taasisi ni vema ajenda ya utunzaji na usimamizi wa wa wa nyaraka kwa mujibu wa mwongozo wa utunzaji wa kumbukumbu masjala wa mwaka 2007 na maelekezo mwingine, wakubali kutekeleza na kuhakikisha miongozo yote inayotolewa na serikali kuhusu utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka inazingatiwa kwa ukubwa, maana kumbukumbu ni uti wa mgongo wa taifa. Tutaendelea kuwa balozi namba moja wa kutoa elimu na ushawishi juu ya watunzaji wa kumbukumbu za nyaraka kwa watumishi wa umma, maslahi pamoja na ofisi zilizo bora. Lakini nne, tutahimiza taasisi zetu kuhakikisha Uh, zinaboresha ofisi na zinawaruhusu na kuwapa haki stahili hususan za kushiriki matukio mbalimbali kwa ajili ya kusaidia uzalishaji wake. Hiyo ni, ni, ni, ahadi ya mheshimiwa mkuu wa mkoa. Uh, na mwisho ni kuendelea kusisitiza hizi taasisi kutenga budget za kuweka mifumo ya kisasa ya utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka mfano e-office ili kuendana na mabadiliko ya kasi ya ukuaji wa sayansi na teknolojia katika utunzaji wa namna ambavyo kwa kweli serikali inaendeleza eneo hili kwa sababu ni tayari tangu mwaka 2016, eh, harakati hizi za kutoka kwenye paper based kwenda kwenye mifumo ya kidijitali hasa kwenye serikali mtandao ilianza. E, na tukaenda vizuri, lakini mwaka 2021 serikali ikatoa waraka wa utumishi wa umma namba mbili ambao unasisitiza sasa taasisi zote za serikali zihakikishe kwamba zinafanya kazi katika e, utaratibu wa serikali mtandao. Kwa hiyo nalo hili ni eneo ambalo kwa kweli tunaona linaenda kwa kasi nzuri sana serikalini, ambako sasa badala ya kutumia nakala ngumu sasa tunaenda kwenye nakala laini ambazo zinarahisisha kupata taarifa haraka taarifa zilizo kamili kuwasaidia watu wa maamuzi ili waweze kufanya maamuzi haraka na kwa wakati, lakini kubwa zaidi wakati mwingine ni kudhibiti, kwa maana ya accountability ya, ya mali, sa, mali, ya, mali, eh, mali za serikali zikiwemo fedha za umma, lakini pia na mambo yote ambayo yanapelekea utawala bora na uwajibikaji serikalini, yanakunyanyua, yanakupa yani ile shamsham -sham za kutaka kufanya kazi, alafu pia mafunzo tunayoyapata hapa uh, yanakwenda kuboresha kazi hii ya utunzaji wa kumbukumbu. Ina maana kama zamani tulikuwa tunatumia e, nani typewriter, tulikuwa tunatumia e, makaratasi, lakini sasa hivi tunakokwenda inatumika ni mitandao eh, mambo ya kompyuta, mambo ya nani laptop, simu, kama hivi zinachukua mambo mengi.